Ila pata rang, nichukua hizi nguo, sina bali, sina tanda, sina kibali, sina kitu ndani, sina kitu, mamangu, naunga peuga tule basi. Kutana na kijana huyu anayefahamika kwa jina la Sebastian, mkazi wa Ruaha, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Sebastian amepatwa na ulemavu wa miguu tangu alivyofika miezi sita hakuweza kutembea mpaka sasa, hali ambayo imempelekea kushindwa kutembea na kumfanya atembee kwa kuburuzika ama kutambaa. Father Families tukafunga safari na kwenda kuonana na mama yake ya mzazi, hapa anaeleza mengi sana, karibu. Hii ni Faza Families Media. Um, mtazamaji anayekutazama anahitaji kufahamu majina yako yote. Mimi naitwa Telesia Zakaria Thomas. Okay, ni mtoto w wa, mtoto wako jina lake Sebastiani. Sawa, labda tunahitaji kufahamu changamoto ya Sebastiani ilianzeje, ama ni ulemavu wa kuzaliwa nao ama aliupata akiwa katika hali yake ya ukubwa? Alipofika miezi sita ndo tukaanza hivyo, nikakaa odini kewani wiki mbili na nusu, nikatolewa pale, unaona ndo nikaja hapa. Kuja hapa nikajua mtoto atapona, atapona. Nikauza uwanja, ninua uwanja, nikauza mlabani, mwanangu niangaike, atapona, atapona. Hospitali zote nimetembea, mpaka hali kama mnamkuta hii na ulivyouliza wakakwambia changamoto hasa kubwa ambayo imempelekea ni nini, yani chanzo cha tatizo? Hospitali amesema degedege. Ambapo degedege ilimkuta akiwa na umri wa miaka mingapi? Sita, miaka sita, sita. E. Maana hiyo toka aliyo imkute ndio akawa na e, e, hali ambayo tunamwona kwa hivi sasa ndio hali kama hii. Okay, na vipi sasa, changamoto ambazo unazipitia kulingana na hali yake hii ambayo anaipitia? Ndo hivyo sasa, sina changamoto tena, nikaangaika mpaka nikashindwa, hela zote nimetupa na uwanja nikauza kabisa, nikawa naye hivyo sasa. Maana yake uwanja uliuza kwa ajili ya matibabu yake? Ye. na ni mtoto wangapi huyu? Mimi mtoto wa kwanza, wa kwanza Ye. na katika familia yako maana yake una watoto wangapi? na watoto wanne wote, e, wa kiume tu, lakini mwenye changamoto ndo huyu yu wa kwanza. Wengine wote wako vizuri. Sawa, so, tumemwona anafanya shughuli ndogo ndogo kwa ajili ya kujipatia chochote kitu. Wazo hilo alilipata mwenyewe ama, e, ilikuweje mpaka akaamua kuanzisha E, ka tunaweza kusema kabiashara kake kadogo kushona viatu ili aweze kupata chochote kitu, kaanza mwenyewe. Mwenye kaanza nakuta siku nakuja hapa, anasema sebeko juu anashona viatu, unaone huyu fundi viatu anashona viatu. Kuna usemi usemao mtafutaji hachoki kutafuta, na hii imedhihirika wazi kwa kijana huyu Sebastiani, kwani mbali na tatizo hilo anafanya kazi ya kushona viatu ili aweze kupata chochote kitu aweze kula yeye pamoja na mama yake. Eh, basi nami nikamwacha, siwezi kumziwia mtoto anapata riziki mia mbili, mia tatu. Kwa hali yake kama hiyo nabidi nikamwacha eh. Labda kuna changamoto ambazo anapitia sasa katika kazi yake ambayo ya anaifanya katika sehemu ambayo anafanyia kazi, labda kuna changamoto ambazo huwa anakueleza ambazo anakutana nazo? mna um, yakitoka hapa anashona pale, akitoka pale nyumbani hapa, akitoka hapa nyumbani. Siku ya Jumapili pia anaenda kazi nani, kanisani. Basi anasali Roma kila Jumapili, lazima aende kanisani. na vipi kwa upande wa shule? shule alikuwa anasoma kwa Marem Jaka. Jaka pale vuhamishwa kwenda huko mpaka kafariki pale, seba ndo akafukuzwa alikuwa nasoma hapa pa shule. Ilikuweje mpaka wakamfukuza shule? si alivoingia Kananga, ndio kamfukuza Seba. Seba alikuwa anasoma kama kawaida, pikipiki nakuja hapa namchukua, nampeleka, inamrudisha, lakini alivoingia Kananga tu Seba kamfukuza. Wamemfukuza kwa maana ipi? maana hana ada ama mimi sijui? na aka nasoma bure tu ana ada Je, yeah, na vipi ya, kuna watu ambao labda walishawahi kujitokeza kusema kwamba wanahitaji kumwezesha ama kumsaidia? Walijitokeza wengi sana, wengi wengi, mpaka wengine nawaziwia kama wakinamama wakina su so, walimbeba hapa wakampeleka huko wakachukua hela, akasema tunamfungulia kitabu cha benki huyu, nabidi hela yake akachukule benki, sijaiona Seba mpaka leo hii na mpaka leo hela Seba anakula kutokana na kina mama huko maanake kuna hela uwaga ana, ana, anawekewa lakini yeye hazimfiki. Kila sikukuu ya kina umoja akinamama, siku na sherehe akina mama, lazima fungu lao linatoka Seba wampi. Wakaja tu akasema tunamjengea choo, akamjengea choo tu hapa, basi mimi nichoambulia choo tu kumjengea choo, basi akasema, ila akisema imeisha na choo amemjengea yake, basi nikasema sawa, nashukuru kama amemjengea choo. Na, na vipi kwa upande wa babake? Sema babake ana kamkataa mimba kwanzia miezi sita. Basi mpaka leo hii, katika hali isiyo ya kawaida na ya kuhuzunisha ni kwamba kwa sasa Sebastian hana baba, kwani baba yake aliukataa ujauzito wa mtoto huyo ikiwa na miezi sita. Nimehangaika mwenyewe mpaka nimefika hapa. Kwa nini ilifikia mpaka anamkataa mimi? Sasa huwezi kujua mwanaume, mbona wengi tu wanaume wanakataa watoto. Sasa nitamlazimisha huyu, nitamkazania? Ni maumivu kiasi gani ambayo ulijisikia uli, baada ya kuona mtu anakataa damu yake? Nikajisikia tu maumivu, kwa sababu nilikuwa na hela nikaja kanua pale uwanja, nikajua nikijifungua ntajenga nyumba yangu naka na mtoto wangu naishi, kumbe Mungu kaniozesha ndo hivi. E. na ni wenyeji wa hapa ama wazaliwa wa hapa Morogoro? Dar es Salaam. Ni hapa mliamia lini? Nilikuwa Dar es Salaam, nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa Dar es Salaam miaka mitano, nilikuwa nafanya kazi, ndio nikapata mimba ya huyu e. Na hapa mliamia mwaka gani? Hapa mbona muda tu tuko hapa hapa, ndio kwa wazazi, kwa baba na mama. Baba kafariki, kabakia mama ndio huyu hapa huyu e. Naje vipi sasa katika mazingira haya ambayo yanawazunguka tukianzia kwako wewe, labda kuna ugumu upi ambao unaopitia katika kuhakikisha kwamba uh, huduma zote mwanao anazipata? Huduma mimi naiona ni ngumu, sasa nitafanyaje? Napambana hivyo hivyo, huduma naiona ni ngumu, sasa nitafanyaje? Niko peke yangu, napambana hivyo hivyo. Eh, na je hospitali wali shauri vipi ama walisema nini? Kwamba hali yake akitibiwa anaweza kupona ama ni hawezi tena kurudi kwenye hali yake ya kawaida? Mi hawajaniambia hivyo, mi nikatolewa tu pale, nikarudi zangu nyumbani, ndo baadaye mwanangu kumwona ndo yuko hali kama hii. Hawajaniambia lolote mm. Sawa, so, bila shaka watu wengi wanakutazama kupitia chaneli yetu na wapo ambao wana mioyo, kila mtu ana moyo wake, wapo ambao wanaweza kuguswa kumsaidia. Labda wewe sasa, neno lako kwa Watanzania ambao wanamtazama ndugu yetu, labda unaambia kitu gani? Mimi nashukuru kama wakiamua kunisaidia wanisaidie, lakini mimi ndo napambana hivyo na mwanangu kama alio wanamwona, na wengi wanamwona na amna mtu asiomjua Seba, eh e. Kama wakiamua kunipigia kampani kunisaidia, wanisaidie E, hata wamtafutie sehemu wamjengee afanye biashara yake kama hivi basi na mimi e. nashukuru. Na tunaona anatoka umbali mrefu kutoka nyumbani mpaka kwenda pale ofisini. E, mangekuwa amemsaidia sehemu kama hiki amnunulie kama sehemu awe na chumba chake kimoja, chumba nyumba ajengee na kinani chake cha kujenga, kama vile anafanya biashara kama vile anaingia ndani hapo hapo, mimi nashukuru. Ukiachana okay, na, na, na, na fani yake ya, ya ushonaji, labda kuna kipaji kingine ambacho waga anatamani, au waga anakuambia mama, kuna kitu fulani natamani kufanya. ana, anaongea ana mwenyewe, kama akiongea mwenyewe, ila mimi hajaniambia eh, mimi hajaniambia e, kwa kweli, ila mwenyewe ataongea, mimi hajaniambia. okay, labda mawasiliano yako na sehemu ambayo unapatikana. Ama kweli inauma sana na inasikitisha kwa kweli, kijana huyu anahitaji msaada sana. Kwa yeyote atakayeguswa, unaweza msaidia kupitia namba 0695613925 0695613925, jina ni Telesia Thomasi.